Mji wa Matarajio Sura ya Tano. Karibu Ijumaa ya wiki ya kwanza ya wanafunzi kujiunga na shule za upili, ndipo Herina na shangazi yake walipofunga safari ya kuelekea mji wa matarajio. Safari yenyewe ilikuwa ifanyike Alhamisi, lakini ilicheleweshwa. Herina hakuambiwa ni kwa nini ilicheleweshwa, hakujali. Kwa hivyo mama yake alipomwambia kwamba shangazi yake alikuwa ameahirisha safari, alimwambia mama yake kuwa hilo pia lilikuwa ni wazo zuri. Alimwambia mama yake asijipe wasiwasi wasi kwa jambo ambalo hakuwa na uwezo wa kulitolea uamuzi. Mama yake alitikisa kichwa tu. Herina aliweza kuona kwamba mama yake bado alikuwa na shaka. Kama kawaida, Herina ndiye aliyekuwa wa kwanza kuamka. Kinyume na siku nyingine za ugeni huko kwa shangazi, Aliamua kufanyia mazoezi yake chumbani mwake. Alitaka mazoezi ya kucheza mziki. Alitafuta wimbo mmoja kwenye mtandao wa YouTube. Aliupenda wimbo huo si kwa sababu ya mdundo wake tu, bali pia kwa maneno yake ya kutia tumaini. Mstari wa kwanza wa wimbo huo ulisema, umenitoa mbali Mungu, umenishika mkono. Alicheza wimbo huo kwa sauti ya chini. Wimbo uliimbwa kwa kasi ambayo ilimwezesha kuvichezesha viungo vyake vyake mwili hata baada ya saa moja tu, alikuwa tayari ameipasha misuli yake joto la kutosha. Aliingia kwenye bafu na kuoga. Baada ya muda wa kuku kumeza puje ya mtama, alikuwa ameviteremsha vigazi kuelekea jikoni kuwatayarishia wazee wake kiamsha kinywa. Herina Alimpata mama yake ameketi ya kwenye kochi huko sebuleni. Alikuwa amejinamia na kushika tama. Herina alijua chanzo cha hali hiyo, lakini hakutaka kujishughulisha nacho. Alikuwa amemwambia mama yake aache mambo ya jitengeneze mbele ya safari. Hakuelewa kwa nini mama yake hakuweza kukubali haya. Yeye ndiye aliyekuwa ametendwa zaidi, ila alikuwa ametulia. Alishangaa kwa nini mama yake hakuweza kuji pa utulivu. Wakati mwingine Herina alijiambia kwamba mama yake angekuwa warika lake, angemuuliza, pilipili usiyoila ya kuwashiani? au mzigo uko kichwani, kwapa la kutokeani jasho? Ila alimhurumia mama yake kuliko alivyojihurumia yeye. Aliingia kwenye upishi, aliwapikia mama na shangazi yake chai ya maziwa, yeye alijipikia chai ya mkada. Asubuhi hiyo hakuwa na hamu ya kunywa chai yenye maziwa. Alitengeneza pia sharubati ya machungwa na kukatakata vipande vya tikitimaji. Baada ya muda ya mfupi, Herina alikuwa tayari ameandika meza. Waliketi kwa muda wa Alisubiri shangazi shangazi. Aliingia sebuleni kama mtu anayenyatia. Aliwatazama Bimakali na Herina kwa woga, kana kwamba alitarajia neno la ubishi kutoka kwa mmoja wao. Hata hivyo, nyuso za waja hawa zilikuwa zimeganda kama barafu. Hakuwa na hisia yoyote kwenye nyuso hizo. Baada ya maamkizi ya haraka, wote walikivamia kiamshakinywa. Hapakuwa na mazungumzo ya haja katika kipindi chote walipokuwa hapo mezani. Shangazi alimtupia Herina neno moja moja, Herina alimjibu kwa mkato. Alijua kwamba shangazi alitaka sana wazungumze. Hata Herina alihisi kwa kwamba alihitaji kumpa shangazi yake muda wa kuzungumza naye. Pengine hii ndiyo iliyokuwa siku ya mwisho kwake kukaa mezani na shangazi yake. Alijaribu sana kuchangamka ili kumjibu shangazi kwa kauli ndefu kiasi, lakini alishindwa. Mwishowe alijituliza kwa kujisemea kwamba hakutarajiwa kuzungumza sana. Maadili ya mtu binafsi yanamhitaji kunyamaza wakati wa kula. Shangazi alimpa Herina muda au ushauri, moyo wake ukubali azungumze naye baada ya kiamsha kinywa. Alipata ujasiri zaidi wa kuzungumza na Herina. Alihisi kwamba alihitaji kumweleza baadhi ya mambo ambayo huenda hakuyaelewa hapo awali. Herina mwanangu, shangazi alisema huku akimshika Helena begani. Kama nilivyokujuza jana, leo ndiyo siku ya safari yetu. Unaenda kujifunga juga za kujifunga kuipata elimu ipendayo. Kama nilivyoahidi nitakusaidia. Huenda hata usikae huko kwa muda mrefu, Dina alisema na kushusha pumzi ndefu kama aliyeutua mzigo mzito. Asante shangazi, mimi niko tayari, alisema Helena. Asante mwanangu kwa kuniamini na kuongera kwa utu tifu wako alisema Dina huku akimtazama Bimakali kana kwamba alitaka kauli yake. Dina alipoona kwamba Bimakali alikuwa akijinyamazia alikuja juu kwa ushauri. Wapi, tumeyazungumzia haya kwa muda sasa, haina haja kuendelea kuwa na tashwishi kuhusu jambo hili. Nina kusihi umpe heri na habari zako Dina Alitua kidogo huku akimtizama mama yake Herina, kisha akaendelea: mawazo haya ulionayo yatakudhoofisha tu, ninaomba utulie. Dina alikamilisha kauli yake kwa Bima Kali. Muda wote Dina alipokuwa akizungumza, Bima Kali na Herina walikuwa wakitazama na tu walizitia kauli za kiumbe huyu kwenye ratili. Bima Kali alihisi kwamba kulikuwa na mambo mengi ambayo waifi yake alikuwa ana nikana kwamba kauli zake zilikuwa zinapigana kwa namna fulani. Harina naye alikuwa amefikia uamuzi kwamba shangazi yake alikuwa anawalagai kwa namna fulani. Hata hivyo, alijiambia kwamba karibuni ukweli ungedhihirika na uongo ungejitenga. Herina alikusanya vyombo walivyokuwa wametumia na kuelekea jikoni. Alivaa kimori na kuanza kuviosha vyombo hivyo, huku akiimba wimbo fulani kwa sauti ya chini. Dina alimsikiza Herina akiwa huko wa sebuleni. Alifurahi, alijiambia kimoyomoyo, huyu anaonekana mzuri na mkakamavu, hata niaibisha baada ya kuosha vyombo na kuvipangusa, Helena aliviweka kwenye kabati. Alifurudiza hadi chumbani kwake kujitayarisha. Chumbani humo alichukua nguo ambazo walikuwa wamenunua siku ile na kuzitia kwenye kisanduku chake. Alipiga pasi sare yake ya shule ya upili na kuitia kwenye kisanduku hicho. Alitazama kwenye kisanduku na kuhakikisha kwamba vieti vyake vilikuwa salama. Baadaye alichukua hatua kuelekea mlango aliukomea mlango wa chumba na kuteremka viganzi kuelekea sebuleni. Aliweka kisaduku chake karibu na mlango na kutoka nje kuwagojea mama na shangazi yake. Kwa nje, Herina alipata nafasi na kuyatalii mazingira ya boma la shangazi yake. Aliajabia ukubwa wa jumba hilo. Alienda nyuma ya jumba hilo, aliwajibia ua wa mawe uliozunguka kiwanja kizima, ambapo jumba hili lilisimama. Alipendezwa na namna mfanyakazi wa shangazi yake alivyofanya mandhari ya boma hili kuvutia. Alishangaa kwa nini shangazi hakupenda kuja jumbani na watoto wake. Herina alikuwa akitazama tangi la maji lililokuwa limejengewa mnara mkubwa huko nyuma, aliposhtukia mkono wa mtu umemshika begani ingawa hakuwa amemwona mwenye mkono huo, alijua mguso wenyewe. Aligeuka na kumkumbatia mama yake. Walilia kimya kimya, machozi ya kila mmoja yakikiosha kifua cha mwenzake. Mwanangu, huna lazima ya kufanya haya, tunaweza kurudi nyumbani, Bi Makali alimwambia Helina. Mama, naomba tusirudie haya, tayari nimeamua. Nitakwenda na shangazi. Ikiwa patatokea mabadiliko yoyote, yatatokea nikiwa huko. Niamini katika hili, Herina alimwambia mama yake maneno haya, huku akimpanguza machozi. Mamake Herina aliacha kulia na kusimama kando na mtoto wake. Hakuacha kushangazwa na mawazo mapevu ya msichana huyu. Aliomba kwamba huko alikokuwa akienda kusiuwe ari yake ya kujiendeleza kimaisha. Aliomba kwamba mwanawe amrudie akiwa na maadili aliyojifunzia kwao, hata kama hiyo elimu ya shule aliyokuwa anatamani kupata hangeionja. Mama, naona shangazi anatuita alisema Herina huku akimwashiria ya mama yake alikokuwa amesimama. Shangazi yake Herina na mama yake waligeuka na kutizama alikokuwa Dina. Alikuwa amesimama karibu na mlango wa nyumba yake. Muda wote huo alikuwa akiwatizama mama na mtoto wake bila kusema lolote. Herina na mama yake waliungana na shangazi Dina. Shangazi Dina aliwaambia kwamba wakati wa kuondoka ulikuwa umewadia. Alisema kwamba tayari ambalo walikuwa wanaabiri hadi kwenye kituo cha gari moshi lilikuwa karibu kuwasili. Helena hakutaka kuuliza kwa nini shangazi hakutaka kulitumia gari lake. Gari lenyewe hata halikuwepo tangu uliwapeleke sokoni juzi ile na kuwarudisha, lilitoweka tu. vimakali aliingia ndani ya nyumba tena. Dina alidhani kwamba alikuwa ameenda kuchukua mkoba wake, karibu amwambia kuwa mkoba ulikuwa umetolewa nje. Hata hivyo Helena alijua aliloendea mama yake humo ndani, alimfuata shangazi naye aliwafuata humo ndani. Bi Makali alisali, alisali kwa ajili ya usalama safarini, alisali kwa ajili ya utulivu wa mwanawe, alisali kwa ajili ya kufanikiwa kwa ndoto mwanawe. Gari lililokuwa linakuja kuchukua Herina na Dina liliwasili mara tu Bi Makali alipokuwa ameweka, amekamilisha mstari wa mwisho wa sala yake. Mgurumo mkali wa gari hilo aina ya Toyota Prado ulisikika kwenye lango. Wamake Herina alichungulia kwenye dirisha na kumwona bawabu akilifungua gari hilo. Machozi alimlengalenga machoni. Aliliona gari hilo kama jitu ambalo lilikuwa linakuja kumnyakuwa mwanawe mbichi. Walipakia mizigo kwenye gari, bawabu aliwafungulia lango. Herina alihisi kana kwamba bawabu huyo alimtazama kwa huruma, ni kana kwamba alikuwa anamwambia kwamba angefikwa na yaliyowafika wengi. Hata hivyo, Herina aliyatunga macho yake mbele. Aliteremsha kioo cha dirisha na kumwambia bawabu huyo asante. Alimpungia mkono kabla ya gari kuondoka. Watatu hao walianza safari ya takriban kilomita kilomita mia saba: kilomita mia mbili hadi mjini Tungamo ambako walitarajia kuabiria gari moshi na kilomita mia tano kutoka mjini humo hadi mji wa Matarajio. Kituo chao cha kwanza kilikuwa mji mdogo wa Kileleni. Hapo ndipo Bimakali alipostahili kushukia. Mama mtu alikishika kigaja cha mkono wa kulia wa Herina na kufinya kwa nguvu. Alikuwa kana kwamba anazimiminia baraka zake humo. Helina alitambua haya na na kufinya mkono wa mama yake huku akizidhibiti hisia zake. Hakutaka yule bwana aliyekuwa amekaa huko mbele na shangazi yake ang'amue lolote. Bimakali alishuka na kuaga wote waliokuwemo garini bila kushughulika kuwatizama waliokuwa wameketi kwenye viti vya mbele aligeuka na kumtizama mwanawe aliyekuwa amekalia kiti cha nyuma upande wa kulia wa gari hilo. Alimpungia mkono mwanawe huku akisema kwa sauti hafifu, kwa heri mwanangu, kwa heri ya kuonana. Herina alimpungia mkono mama yake bila kumtizama sana. Hakutaka kukiamsha kilio kule ambako alikuwa ame kilazimisha kutulia. Alilotaka ni kutoweka haraka kwenye upeo wa macho ya mama yake. Alikuwa anatumaini kwamba siku moja angekutana na mama yake tena, ndiyo alihisi wangekutana tena kwenye mazingira bora zaidi. Mara tu baada ya bima kali kuaga bwana, alikuwa amekaa mbele na shangazi ya Herina. Aliliongeza gari mwendo. Herina alipotazama, aliona kwamba gari hilo lilikuwa linatafuna kilomita mia moja na sabini kwa saa. Kujua kini cha haraka hiyo. Alikuwa ameambiwa kwamba gari moshi ambalo wangeliabiri biri kwa kawaida lilikuwa linaondoka saa nane na nusu. Bado walikuwa na muda wa kufika huko. Alihofia usalama wao. Ingekuwa hapo awali alipokuwa kwao, angemwambia bwana huyo aendeshe gari polepole, kwamba harakaharaka haina baraka. Hata hivyo hapo alipokuwa, alikuwa amefadhiliwa tu, alikuwa mhitaji, na siku zote mhitaji ni mtumwa. Mwisho wa sura ya tano. Hivi basi, msikilizaji, tukutane katika video hiyo nyingine, ili niweze kusomea sura ya sita. Asante kwa sasa.